Mimi Upendo Geradi Chumi, kwa utukufu wa Mungu, kwa utashi thabiti wa kujiweka wakfu kwake kwa undani zaidi na kufuata Kristo kwa karibu zaidi, kwa maisha yangu yote mbele ya ndugu zangu masista, mikononi mwako Sista Maria Vestina Tibenda mkuu wa provinsi ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Afrika Mashariki, naweka nadhiri kwa mwaka mmoja ya usafi wa moyo, ufukara na utii, kufuatana na katiba ya Shirika la Masista wa Karmeli wa Misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Ninajikabidhi kwa moyo wote katika familia hii ili kwa neema ya Roho Mtakatifu, msaada wa mwenye heri Bikira Maria wa mlima Karmeli na ulinzi wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, niweze kuishi katika mapendo kamili, nikishiriki kiaminifu kazi ya ukombozi ya Kristo katika kumtumikia Mungu na kanisa. Amina. nami kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la kanisa napokea nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu na kuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili yaweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya Ekaristi. Amina. Mimi Lois Bira, kwa utukufu wa Mungu, kwa utashi thabiti, kwa kujiweka wafu kwake kwa undani zaidi na kwa kumfata Kristo kwa karibu zaidi, kwa maisha yangu yote, mbele ya ndugu zangu masista Mikononi mwako Sister Maria Vestina Tibenda, mkuu wa provinsi ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, Afrika Mashariki, naweka nadhiri kwa mwaka mmoja ya usafi wa moyo, ufukara na utii kufuatana na katiba ya shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu ninajikabidhi kwa moyo wote katika familia hii ili kwa neema ya Roho Mtakatifu msaada wa Mlima Karmeli na ulinzi wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu niweze kuishi katika mapendo kamili, nikishiriki kiaminifu kazi ya ukombozi ya Kristo katika kumtumikia Mungu na Kanisa. Amina. Nami kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la kanisa, napokea nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Karimeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, na kuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili yaweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya Ekaristi. Amina.

Iganda Pita Silayo kwa utukufu wa Mungu, kwa utashi thabiti, kwa kujiweka wa kujiweka wakfu kwake kwa undani zaidi na kumfuata Kristo kwa karibu zaidi, kwa maisha yangu yote mbele ya ndugu zangu masista, mikononi mwako Sista Maria Vestina Tibenda mkuu wa provinsi ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Afrika Mashariki, naweka nadhiri kwa mwaka mmoja ya usafi wa moyo kufuatana na katika sista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Ninajikabidhi kwa moyo wote katika familia hii, ili kwa neema ya Roho Mtakatifu, msaada wa mwenyeheri Bikira Maria wa Mlima Karmeli na ulinzi wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu niweze kuishi katika mapendo kamili, nikishiriki kiaminifu kazi ya ukombozi ya Kristo katika kumtumikia Mungu na kanisa. Amina. Nami kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la kanisa napokea nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Ninakuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili aweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya ekaristi. Amina. Harriet Hakumu, kwa utukufu wa Mungu, kwa utashi thabiti, kwa kujiweka wakfu kwake kwa undani zaidi na kumfuata Kristo kwa karibu zaidi, kwa maisha yangu yote mbele ya ndugu zangu masista, mikononi mwako Sister Maria Vestina Tibenda wa provinsi ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Afrika Mashariki, naweka nadhiri kwa mwaka mmoja ya usafi wa moyo, ufukara na utii, kufuatana na katiba ya shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Najikabidhi kwa moyo wote katika familia hii, ili kwa neema ya Roho Mtakatifu, msaada wa mwenye heri Bikira Maria wa mlima Karmeli na ulinzi wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, niweze kuishi katika mapendo kamili, nikishiriki Nikishiriki kiaminifu kazi ya ukombozi ya Kristo katika kumtumikia Mungu na kanisa. Amina. Nami kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la kanisa, napokea nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Kaimeli wa misionari wa mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Nina kuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili aweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya Ekaristi. Amina. <laughs>

nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Kaimeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu na kuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili yaweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya Ekaristi. Amina. Gabriel Mroso, kwa utukufu wa Mungu, kwa utashi thabiti, kwa kujiweka wafu kwake kwa undani zaidi na kumfuata Kristu kwa karibu zaidi, kwa maisha yangu yote mbele ya ndugu zangu masista, mikononi mwako Sista Maria Vestina Tibenda, mkuu wa provinsi ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu Afrika Mashariki, naweka nadhiri kwa mwaka mmoja ya usafi wa moyo, ufukara na utii, hufuatana na katiba ya shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Yesu. Najikabidhi kwa moyo wote katika familia hii ili kwa neema ya Roho Mtakatifu, msaada wa mwenye heri Bikira Maria wa Mlima Karmeli na ulinzi wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, niweze kuishi katika mapendo kamili, nikishiriki kiaminifu kazi ya ukombozi ya Kristo katika kumtumikia Mungu na kanisa. Amina. Nami kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la kanisa, napokea nadhiri ulizoweka katika shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Theresia wa Mtoto Yesu, na kuweka kabisa chini ya ulinzi wa Mungu ili yaweze kukamilisha majitoleo yako yaliyounganishwa na sadaka ya Ekaristi. Amina.